alisema nini? Hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi ni wanafunzi wangu, unapopendana, ukiwa na upendo ninyi kwa nini. Now, sasa hebu natupeana mikono na mtu mwingine, tunapowimba tena na kusema na kupenda pia. Ndugu, hii ni kuwajulisha ya kwamba I love you. Uh, Naam, mnapenda chujio la mtu mwenye busara. Watakapokwenda barabarani kuchanganyikana na uh, walimwengu kesho, ndugu, dada, je, una chujio la mtu mwenye busara? Mtu huyo anapokuita mtakatifu anayejifingirisha, je, unatumia chujio la mtu mwenye busara? Wakati huyo mtu fulani anaposema neno baya dhidi yako, je, una chujio la mtu mwenye busara naona, tenda mema ukipata maovu, waombee wanaokuudhi na hao wanaokutesa. Ndipo unapopumulia kupitia chujio la mtu mwenye busara. Kuwa kama ukiwapenda tu wao wanaokupenda, kama tulipyopeana mikono mmoja kwa mwingine, kama wapendwa katika Bwana, hilo ni nzuri. Mbali, je, unaweza kuwapenda wasiopendeka? Hilo ndilo chujio la mtu mwenye busara the... geni roho wa Kristo ndani yako kuwapenda hawa wasiopenda wasiokupenda, ndipo una dhawabu ya Mungu. Lakini sasa, kama ukifanya tendo hilo kama kwamba ni wajibu, bado huna jule mtu mwenye busara ungali huko katika ule mviringo wa pili, bali ni kutoka moyoni mwako unampenda kweli, basi unavuta pumzi kupitia chujio la mtu mwenye busara nalo